Eid Mubarak, ndivyo ambavyo nakukaribisha katika matangazo haya ya kuchambua ama katika kipindi cha Uchanganuzi. Ni wasaa ambao tunaangalia miongoni mwa habari kuu tulizonazo katika taarifa zetu za habari kupitia hapa UTV. Ni wakati ambao ni takriban saa 24 zimepita tu tangu Rais Samia Suluhu Hassan ahutubie kwenye baraza la Eid hapa jijini Dar es Salaam, na miongoni mwa vitu ambavyo amevizungumza katika ujumbe aliozungumza na Watanzania ni kuhusiana na namna ambavyo anapokea maoni yanayotolewa na viongozi wa dini juu ya kasoro ambazo zimekuwa tukishuhudia zikilalamikiwa na baadhi ya wadau wa siasa, wanasiasa wenyewe na watu mbalimbali juu ya kasoro za uchaguzi, na akisema kwamba sasa wanayapokea hayo yote, na akirejea katika uchaguzi wa serikali za mitaa ambao ulitajwa na viongozi wa dini, na kwamba ahadi ni kuondokana na yali yote yale yote yalionekana na tia doa uchaguzi huo. Anatoa kauli hiyo wakati ambapo tunahesabu miezi kadha kabla ya kufika Oktoba mwaka huu wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania, na ni fursa ambayo kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura anaitumia ili kuchagua kiongozi anayemtaka ama yeye kutia nia katika kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Mimi ni Raymond Nyembehula, na katika kipindi hiki basi tutaangalia haya yote yanayoendana na hicho ambacho amekizungumza Rais Samia, na hasa wakati ambapo tunaona mitazamo mbalimbali inaendelea kutolewa na wadau wa siasa juu ya mapokeo yao kwa kile ambacho Rais Samia amekizungumza. Tutaenda kuangalia maoni yanayotolewa na wadau baada ya kauli hiyo ya Rais Samia, lakini nimtambulishe mgeni wetu ambaye ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia ni mchambuzi wa siasa Dr. Faraja Kristomas, karibu sana. Asante. Nashukuru kwa nawe. Nashukuru. Bila shaka ulifuatilia hotuba ya Rais Samia jana. Sasa kabla tujasikia maoni ya wadau wa, ya, ya, ya, ya wadau wa siasa nipate mtazamo wako. Ulipomsikia Rais Samia mbele ya jukwaa lile la Baraza la Eid akisema kwamba wanayapokea yale ambayo amezungumzwa amba okay ya kitajwa ni kasoro za uchaguzi nini ambacho kilikuja fikrani mwako? Uh, kilichonijia kwa haraka haraka ni nilirejea ahadi zake nyingi toka alivyoingia madarakani kama rais mwaka 2021 mwezi wa tatu. Ndiyo. Uh, utakumbuka kwenye mikutano kadhaa aliahidi kwamba atakuwa na mazungumzo na vyama vya upinzani kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya kisiasa nchini na kukuza demokrasia. Utakumbuka alivyokuwa kule Moshi kwenye mkutano wa Bawacha, alialikwa, aliahidi, lakini alitahadharisha pia kwamba ninaweza nikawa na utashi wa kisiasa wa kuyafanya haya, lakini kikwazo kikubwa kinakuwa ni alitumia neno chaa na chawa wangu wanaweza sikubaliane na hiki nachokifanya. Na ukirejea mm. uh, na uki, kwenye ile kauli yake utagundua kwamba wakati mwingine unaweza ukamsoma mheshimiwa rais kwamba ana nia njema au ana nia fulani ya kufanya jambo kwenye demokrasia nchini, lakini mazingira aliyonayo, ikiwemo ndani ya chama chake, lakini mifumo iliyopo, huenda wakati mwingine anakabiliana nayo. Uh, na ukiangalia pia baadaye akatamka kwamba atakuwa na zile R nne Uh, wananchi wengi, wadau wa kisiasa, wadau wa masuala ya uchaguzi walitarajia kuziona zile ara nne zikitafsiriwa vizuri na kwa vitendo mwaka 2024 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mm -hmm. Lakini kwa bahati mbaya mambo hayakuwa vile ambavyo wengi walitarajia. Pale ndipo ambapo wengi walivunjika moyo kwamba iwezekana mheshimiwa rais anayatamka yale akiwa anaonyesha nia njema lakini huko kwenye hali kwenye uhalisia mambo yako yako ndivyo sivyo mm -hmm. Hali imekuwa ni tofauti kidogo. Sawa, sawa. Kwa hiyo ukimwangalia, tunarejea kwenye haya yote lakini bado, kwa hiyo tunakuwa na kiu ile ya kutaka kuona kwamba hiki anachokitamka mheshimiwa raisi, laiti angeamua sasa kwamba watendaji wake wote wakitekeleze na kukisimamia kwa vitendo mm -hmm. Kwa kweli, malalamiko haya yaliyo mengi yanayohusu uchaguzi yangeweza ya yakatatuliwa. Dkt. mm -hmm. mm -hmm. uh, Faraja amezungumza katika utangulizi wake na akihusisha zile uh, r4 maarufu um, ambazo alizizungumza Rais Samia Nani, tazamu, na ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatazamwa na kutamkwa hivi sasa watu wakichambua wa kile ambacho wamekizungumza kwenye Baraza la Eid juu ya kupokea na milango kwamba iko wazi ili kuyafanyia kazi yale yaliyotajwa kuwa ni kasoro kwenye uchaguzi, ukiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa, na tumeona hata baadhi ya wadau wa siasa wakiwemo wanasiasa mbalimbali na wenyewe wakikazia kwenye hilo hilo kwamba kinachoongewa kikatendeke kama ambavyo inatarajiwa. Hebu tusikie mapokeo ya wanasiasa halafu tutakuja kujadili zaidi hapa. Milango ya serikali ipo wazi kusikiliza wadau mbalimbali, ikiwemo kupitia majukwaa yaliyopo kama vile Tanzania Center for Democracy na majukwaa mengine yanayoruhusu tuzungumze. Ni kauli iliyogusa viongozi mbalimbali mbali wa siasa, ambao pamoja na mambo mengine wakaeleza namna bora ya mazungumzo hayo na wengine wakashauri yanayopaswa kufanywa kando ya mazungumzo. Kuna haja ya kukaa pamoja ili kama kuna sheria zinazotukwaza zirekebishwe, zi na kama kuna mazingira ambayo yanakwaza yarekebishwe. Kwa hiyo sisi kama NCCR Mageuzi, utakumbuka katika mkutano wetu tarehe 29 mwezi wa tatu, tuliweka wazi tuko tayari kushirikiana na vyama vyote vya siasa lenye dhamira ya kutafuta haki ya kulinda umoja na amani ya taifa letu. Kauli hizi zimekuwa zikitoka mara kadhaa, ikiwemo fuara ambazo walikuja nazo, lakini katika uchaguzi wa serikali za mitaa hatukuona utekelezaji wa kauli hizi. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa Chama cha Wananchi kafu tunafanya kazi yetu kutunza amani ya nchi hii, kuwatuliza wanachama wetu lakini ili kazi yetu izae matunda, basi haki itendeke. Hili ni jambo jema na ni jambo zuri. Kwa hiyo niwaombe sasa, wanasiasa wenzangu, viongozi wa vyama vya siasa, twende kutokana na kauli ya mheshimiwa Rais, tumpe ushirikiano wa kutosha katika maridhiano. Tanzania ni nchi yetu, huu ni mwaka wa uchaguzi. Tuhakikishe kwamba tunaingia katika uchaguzi huu kwa kulinda amani yetu, kulinda umoja wetu na kutekeleza kanuni na sheria za uchaguzi. Wakati Rais Samia akieleza milango ya mazungumzo ipo wazi kupitia taasisi mbalimbali, baadhi ya vyama vya, vya siasa vikaeleza kuhusu umuhimu wa mabadiliko ya sheria ya uchaguzi. Kinachohitajika ni serikali ionyeshe utayari wake kwa kuandaa muswada wa mabadiliko ya katiba, kwa sababu bila mabadiliko ya katiba katika maswala yanayohusiana na uchaguzi hakuna kitu, na vilevile vile serikali yake ionyeshe kwa vitendo kwa kuandaa miswada ya sheria za uchaguzi, kufanya, kufanya mabadiliko katika maeneo yote ambayo tulimweleza yeye na chama chake miaka mitatu iliyopita. Taifa hili limewahi kupitisha sheria uh, usiku, uh, kwa masaa machache. Kwa ni masuala ya maamuzi, kama kweli tunataka kuwapa Watanzania haki yao, kama kweli tuko tayari kuhakikisha kwamba tunaleta haki kwa mustakabali mzima wa kudumisha amani ya nchi yetu, ni lazima tufanye maamuzi magumu ili tuweze kuboresha a, a, hali ya uchaguzi ulioko nchi yetu kupata uwanja sawa wa uchaguzi. Licha ya uwepo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kupongezwa na baadhi ya vyama vya siasa, lakini mwenyekiti wa Chama cha Umma, Hashim Rungwe, akawa na maoni tofauti. Uchaguzi huu usiwe kama ule uliopita, manake Rais alishaahidi hata ule uliopita kwamba huo uchaguzi utakuwa huru na haki, na huu uliopita ndo alituahidi hilo. Lakini sisi tunasemaje, wale watu wanaosimamia uchaguzi abadilishe moja kati ya mambo aliyoanzisha Rais Samia katika eneo la demokrasia na utawala bora baada ya kuingia madarakani ni falsafa ya foara, ambazo ni maridhiano, ustahimilivu, mageuzi pamoja na kujenga upya. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. Naam, uh, tumesikia mapokeo ya wanasiasa, kila mmoja akijaribu kushikilia eneo ambalo anaona ni la msingi inapokuja swala la kutafakari kauli ambayo imetolewa na Rais Samia Suluhu Hassan. Dr. Faraja, mm -hmm. uh, ukilinganisha mapokeo yako baada ya kusikia kauli ya Rais Samia na hiki ambacho umekisikia mapokeo ya wanasiasa. Katika uchambuzi na, na, na dhana hizi za kisomi na, na maonda mapana ya siasa, nini unakiona kiuchambuzi hapo? Uh, nacho kiona mimi ni kwamba niliongea kifupi wakati wa taifa habari ni kwamba kwa mfano na naomba nitumie taswira kidogo mm. Uh, Raymond, wewe ni unaandaa mashindano labda le, tufikirie umetoa zawadi ya bilioni mbili, watu washindane, wa na wewe mwenyewe pia ni mshindaniaji wa hiyo bilioni mm-hmm. mbili alafu umemwalika Ezekiel Kamwaga, umemwalika Jamal mm. umemwalika Nurdin uh, na Samson Mfalila yeah. wanashindana na wewe kuitaka, kuitaka bilioni mbili. Alafu Mfalila, Kamwaga, Jamal na Nurdin ni, ni washiriki mm. wa mashindano na wewe ukiwemo, kwa mko wa tano mm. lakini wewe ndiye unayeteua marefarii. Wewe ndio unayeteua kamisa wa, wa, wa shindano lile, unateua maofisa wa kusimamia, lakini pia wewe ndio unayeunda kamati ya kuandaa kanuni za mashindano, lakini pia wewe ndiye mwenye kutoa pia pesa za kulipa uh, za kumlipa okay, mshindi lakini pia za pesa za sio tu za kumlipa mshindi, lakini wale wote watakaosimamia wewe, mm-hmm. ndiye unayetoa mshahara kwa vyote vile Eh, ushindani huu tunasema hauko kwenye uwiano ulio sahihi, kwa sababu wewe unayedhamini shindano na wewe pia ni mshiriki wa shindano, mchezaji na ni mchezaji. Sasa hii ndio inafanana kidogo na malalamiko ya wanasiasa na kinachoendelea kwenye tume au na mchakato mzima wa wa uchaguzi Tanzania. Wanachokilalamikia wanasiasa na wadau wa uchaguzi na wananchi ni kwamba tayari mazingira yaliyowekwa sasa hayaonyeshi kwamba kutakuwepo na uh uh uh uh uh uh usawa kwenye huu mchezo wa uchaguzi, kwa sababu rais, anayeahidi kusema tuzungumze, yeye ndiye anayemteua mwenyekiti wa tume, anayeteua mkurugenzi wa tume ya uchaguzi, anateua wakurugenzi wa halmashauri na manispaa na majiji, ndio ambao baadaye wanasimamia mchakato wa uchaguzi kwenye maeneo yao, lakini wakati huo, na yeye pia ni mgombea kwa kupitia chama chake. Sasa haiwezekani utengeneze mazingira yote hayo halafu wewe uende yakakuangushe. Kwa vyote vile utatengeneza mazingira ya kiasi fulani mm -hmm. kwa sababu na wewe pia umepewa nafasi hiyo ya kushiriki, lakini na kutengeneza kanuni ni wewe mwenyewe unahusika katika kutengeneza kanuni na kutengeneza mazingira ya kuwezesha huo uchaguzi mm -hmm. hilo ndilo ambalo wana wanasiasa wengi wanalalamikia kwamba hakuna haki na hakuna usawa kwenye huo mchakato wa, wa uchaguzi. Sasa hapo ndipo ambapo utashi wa mheshimiwa rais unapokuja na anaweza kwa sababu ibara ya 37 kama sijakosea, inampa mamlaka yeye kama rais kufanya jambo lote la maana pasipo kuhojiwa na mtu mwingine yeyote, lakini anapewa mikapa, mipaka kwamba lazima aheshimu uh, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ukisoma uh, msingi wa katiba wetu unasema kwamba tuna tunu nne za katiba yetu ambazo ni uhuru, uh, haki, utu na amani. Mm -hmm. Kwa hiyo nadhani tunahitaji kuona kwamba na wanasiasa wengi kimsingi wanachokitamani ni kuona haki ikitendeka kwenye mchakato mzima wa wa uchaguzi, na kama haki itatendeka kwa vyote vile, amani itakuwepo. Uh, na watu wakiona kwamba kuna haki kuanzia hatua za mwanzo mpaka mwishoni, malalamiko haya yanapungua, yatasikika. Umezungumzia dhana ya ushindani, lakini wengine wanaenda mbali zaidi kwa kusema kwamba unapokuja kuangalia swala la ushindani wa kisiasa haya mazingira ambayo anatajwa kwamba vikwazo na wanapigiwa kelele, yalisha kuwepo kabla huo uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi, uo, uo, uo, uo, tume, tume ya taifa ya uchaguzi na wengine katika maeneo mbalimbali ya kiuchaguzi ki, ni mifumo ambayo imekuepo toka kitambo na, na wanajaribu kulinganisha. Mbona hata uchaguzi, yes, um, uchaguzi wa 2015 huo ushindani ulikuwepo? Hapa katikati nini kimetokea? Hali imekuwa mbaya zaidi kuanzia uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na uchaguzi wa serikali za mitaa elfu mbili tuseme kuanzia elfu mbili na kumi na tisa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa hali ilikuwa mbaya sana, na uchaguzi wa elfu mbili na ishirini hali ilikuwa, mambo mengi yalivurugwa, wakurugenzi uh, wa halmashauri wa wa walitishwa Uh, na mamlaka ya uraisi kwamba ole wenu mkaruhusu wapinzani watangazwe kuwa washinde wa, wa uchaguzi wakati mimi nawalipa na mshahara. Unaona? Sasa mazingira kama yale yalifanya uchaguzi wa elfu mbili na ishirini uh, ukaitwa sio uchaguzi ulio huru na sasa, wa haki. Sasa malalamiko yale yalienda tuka wananchi na wanasiasa wakapumua. Waliwe baada ya Mheshimiwa Rais Samia kutangaza kwamba ninaridhia mazungumzo na niko tayari kuzirekebisha kasoro zilizojitokeza mwaka 2019 na, na mwaka 2020. Kwa hiyo ilipofika 2024, kimsingi wananchi wengi, wanasiasa wengi, wadau wa uchaguzi wengi walikuwa wanasubiri kwa hamu kuona kwa vitendo ile ahadi ya Mheshimiwa Rais ya kwamba nitasa, nitarekebisha mazingira ya kisiasa, na hamu ile ilikuja, ilianza kuleta matumaini kwa sababu alitangulia kuruhusu uh, uh, shughuli za kisiasa, ya kisiasa kuendelea, mikutano ya kisiasa, kisiasa mikutano ya kisiasa kurejea, vyama vya siasa kufanya shughuli zao, ili ikawapa hamu kwamba, kama haya yameruhusiwa, kama uhuru wa kujieleza umerudi, kama vyombo vya habari vinaweza sasa vikaweza kutoa nafasi hata kwa, kwa vyama vya upinzani, jambo ambalo huko nyuma lilikuwa hali, halifikiriwi kufanyika. Hilo liliwapa matumaini wananchi kwamba uh, kumbe mwaka elfu mbili na ishirini na nne uchaguzi wa serikali za mitaa, huenda malalamiko yakapungua. Lakini kwa bahati mbaya malalamiko Mkendele. yakawa ni mabaya zaidi Mkendele. na pengine tunaweza tukasema kuliko hata yale ya elfu mbili na kumi na tisa kwamba uh, mambo yaliyofanyika hayakuwa sahihi. Sasa hilo limeenda, ilipofika wakati wa hotuba ya mwisho wa mwaka ya mheshimiwa rais Uh, wanachama wa vyama mbalimbali vya siasa na wadau mbalimbali mbali wa uchaguzi walitega masikio yao kusubiri tamko au kauli ya mheshimiwa rais kwamba na yeye ameumizwa kwa sababu uchaguzi ule ulifanyika mda muda mfupi alafu baadaye akatoa hotuba ya kufunga mwaka mm -hmm, na kukaribisha mwaka mpya kwao. Wananchi walisubiri kwa hamu waone kauli ya rais, kauli ya faraja ya kuonyesha kwamba amesikitishwa na kilichotokea kwenye ule uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo mm -hmm, ile kauli haikutoka mdomoni mwa mheshimiwa rais, nadhani ndiyo maana mimi nawaelewa wadau wa kisiasa nawaelewa na, wanasiasa wanapoonyesha hofu yao kwamba Ka, uh, vitendo hukidhi uh, uh, wanasema hadi zilishatolewa bado hmm. Sasa ni swala la vitendo uh, na kuna ka, kauli ya methali ya Kiswahili nasema hmm. Uh, matendo hukidhi uh, maneno labda haja maridhawa kitu kama hicho kwa maana ya kwamba watu wanaona au wanatamani wanasubiri kwa hamu kuona vitendo zaidi, eh, vinavyotokana na hizi ahadi ambazo mheshimiwa rais anazitoa mm -hmm. Kwa hiyo ninawaelewa wanasiasa wanavyoonyesha wasiwasi kwamba isiwe tu ni utashi wa rais kusema mm -hmm. A, au kuahidi, tuone kwenye mifumo yenyewe ya uchaguzi kwamba mambo yanabadilika, na tukiona huko yanabadilika, kwamba wananchi wao wenyewe wana uwezo wa kuamua kuhusu mchakato mzima wa kuwachagua viongozi wao inaweza ikawapa matumaini zaidi kwao. Nadhani hamu kubwa ni kuona kwamba sasa mabadiliko yanafanyika, wananchi na Watanzania kwa ujumla wamiliki mchakato mzima wa kuwapata viongozi badala ya kundi fulani au Uh, mfumo fulani kuamua kwamba tunataka huyu awe kiongozi wenu. Hii inaweza ikawapa amani zaidi, endapo mamlaka ya kuamua kuhusu uh, nani awe kiongozi, wananchi wenyewe watapewa mm -hmm. Na mwishowe wao ndio ndio wa, ambao wanakuwa na dhamana ya kuamua na ku weka mtiririko mzima wa kwamba tutataka hiki na hiki na hiki kwenye mfumo mzima wa uchaguzi, na haya malalamiko yanaweza akapungua. Lakini kama wanasiasa wataendelea kuona kwamba anayechagua refari, anayechagua kamisaa wa mchezo ni huyo huyo ambaye tunashindana naye kwenye uwanja wa mapambano, hapo ndipo wanakuwa na wasiwasi kwamba haitawezekana e, mechi hiyo ikawa mechi ya amani kabisa ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini pia ni uh, mchambuzi wa siasa. Tukiangalia mapokeo ya wadau mbalimbali wakiwemo wanasiasa, wanazuoni, juu ya kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan kwenye baraza la Eid kwamba amepokea yale yote yanayozungumzwa kuhusiana na kasoro za uchaguzi, ikimaanisha kwamba ni kufungua milango ya kurekebisha hizo kasoro kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Dkt Faraja, hapa tuna mafiga matatu. Hii ni Aprili tumeianza, Naam. Tuna miezi michache tu kuelekea Oktoba ambao ni uchaguzi mkuu. Katika mafiga matatu naotaja, kuna serikali, chama tawala, upinzani Naam. kila mmoja ana wajibu gani katika kuhakikisha kwamba hii ahadi inayotolewa na hizi kauli zinazotolewa pengine mpaka Oktoba ziwe zimetimia ama zimefanywa kazi kwa kiasi kikubwa? Wajibu wa kila upande, um, wapinzani wa tuwachukulie kama ni wapo kwenye kundi la waathiriwa wa mchakato wenye waliobeba dhamana kubwa ya kuyafanya haya ambayo wapinzani wanayalalamikia ni serikali pamoja na chama tawala. Mm -hmm. Uh, kwa nini nasema haya? Ni kwa sababu rais mwenyewe alikiri uh, kama nilivyorejea hapo awali kwenye ule mkutano alivyoenda kuhudhuria mkutano wa BAWACHA, alieleza na wengi tukisoma taswira ya tukisoma sura yake alionyesha kabisa kwamba ninaweza kuwa na nia njema ya kuyafanya haya lakini, lakini e, mkumbuke kwamba Mbowe ana wafuasi na mimi mm. Pia nina wafuasi wangu. Sasa, kwa upande wa rais kuna wafuasi binafsi lakini pia kuna wafuasi ambao ni chama, chama kilichomweka madarakani mm -hmm. Sasa anahitaji pia kupata baraka za chama chake kikamsukuma kika mm -hmm. au kikamruhusu kwamba sawa, lakini bado nimerejea kwenye hoja ya kwamba yeye kama kumbuka, ibara ya 33 ya katiba yetu inayoongelea mamlaka ya rais inasema rais wa, wa Tanzania ni tofauti na nchi nyingine. Kwa mfano rais wa Tanzania ni mkuu wa nchi kiongozi wa serikali, lakini pia ni amiri jeshi mkuu. Nchi nyingine zinakuwa na mkuu wa nchi na kiongozi wa serikali anakuwa ni mtu mwingine. Kwetu sisi rais ana mamlaka mazima mm -hmm. na mamlaka hayo yanasisitizwa zaidi pia kwenye ibara ya thelathini na saba, ibara ndogo ya kwanza, inampa rais mamlaka yasiyohojiwa mm -hmm. lakini pia inamkumbusha kwamba unatakiwa kuheshimu katiba na sheria zilizowekwa sasa kama rais mwenyewe akiwa na utashi huo na ibara ya thelathini na saba inampa mamlaka hayo ya kutekeleza huo utashi alionao na kama kiongozi wa serikali kama nilivyosema na kiongozi wa nchi na mkuu wa serikali anao uwezo wa kuamrisha mamlaka zote zilizo chini yake kutekeleza kile anachokitaka kitekelezwa hilo linawezekana kwa mtindo huo Tukumbuke pia yeye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ndo uzuri uliopo. Kwa hiyo hata anapoenda kuendesha vikao vya chama, akidhamiria kama kweli hichi anachokiongea anataka kitekelezeke, ana uwezo wa kukifanya kitekelezeke, kwa sababu uzuri ni kwamba yeye pia ni mwenyekiti wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, ambacho kina uh, utaratibu wao wa vikao. Anaweza mm -hmm. uh, kaitisha kamati kuu ya chama ikapeleka hoja halmashauri kuu wakaliamua kwamba swala hili tulisukume iwe ni ajenda kwa masilahi mapana ya taifa letu, tuwe na uchaguzi ulio huru na wa haki. Na tukumbuke haki ni miongoni mwa tunu hmm, za taifa letu, zimeelezwa kwenye katiba yetu. Katiba yetu uta msingi ya katiba ya, ya, ya katiba yetu inasema kwamba Uh, tutaizingatia masuala ya uhuru, udugu, haki na amani na kwa haki ni sehemu ya matakwa ya kikatiba. Kwa hiyo, hmm, na ili haki iweze kutendeka ni pamoja na kuonyesha hiyo dhamira ya kuhakisha kwamba uchaguzi huu tunaouendea kwa kweli unaonyesha kweli tunakumbatia hiyo tunu ya haki kwa kwa ajili ya taifa letu, kwao mm. Anao uwezo huo na mamlaka hayo anayo, na akifanya hivyo na akiomba baraka ya chama chake nadhani mm. na, na wao wakiridhia mm. mabadiliko yanaweza akapelekwa bungeni. Tusisahau pia kwamba bunge kwa asilimia kubwa ni chama tawala, kwao kwa wakielekezwa kwamba tunahitaji mabadiliko haya Uh, wabunge wakiyapitisha ili bunge linalokuja bunge la, la bajeti uh, mambo yakarekebishwa ambayo, ambayo wapinzani wanayalalamikia kwa ajili ya kurekebisha mfumo mzima wa uchaguzi nadhani kila jambo linawezekana. uh -huh. Uh, tumeangalia uh, wapinzani uh, chama tawala pamoja na serikali. kwa dakika takribani moja na nusu iliyobaki, zipo pia asasi za kiraia naam, naam. wajibu wao unakuwaje hapa? na kimsingi asasi za kiraia zina wajibu mkubwa pia. Uh, wao ni kiungo kati ya serikali na wananchi, ni kiungo kwa maana ya kwamba wao wanabeba jukumu kubwa la utetezi, lakini pia wanabeba jukumu la kutoa elimu ya uraia kwa wananchi. Kwa hiyo wana nafasi ya kutoa elimu kwa uraia, lakini wana nafasi ya utetezi au uchechemuzi, kwamba wana nafasi ya kuleta ushawishi kwa serikali iweze kutambua haya masuala kwamba ni ya msingi, lakini pia wakalishawishi waka bunge likaona kwamba kuna uzito na umuhimu wa kuyafanyia mabadiliko haya ambayo yamekuwa yakililiwa na kulalamikiwa na wananchi, kwa sababu tusifikiri kwamba swala la uchaguzi ni la vyama vya siasa peke yake hmm. Swala la uchaguzi ni swala la wananchi, ni kwa ajili ya kuleta mustakabali wa taifa ni tufike mahali wananchi tuondoe swala la uchaguzi kuwa mali ya vyama vya siasa Tufike mahali tufanye swala la uchaguzi ni mali ya wananchi wenyewe, kwa sababu ndio wanaoamua mstakabali wao kwa kuwachagua viongozi wao, na hizi asasi za kiraia zinazo zina jukumu hilo la kuondoa umiliki wa uchaguzi kwa vyama vya siasa na kuupeleka kwa, kwa wananchi kwa wananchi, ili wao waone kwamba ni sehemu ya mchakato huo na ndio wenye haki ya kuamua ni nani tunamtaka wetu dokta ni kushukuru asante sana, sana kwa mjadala. Ni Dokta Faraja Kristomus, yeye ni mchambuzi wa siasa lakini pia ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi ni Raymond Nyemwehula. Leo hii tumeangalia zaidi mapokeo ya wanasiasa na wadau mbalimbali juu ya kauli aliyoitoa Rais Samia Suluhu Hassan kwamba wanapokea kile ambacho kimezungumzwa na viongozi wa dini lakini kimekuwa kikizungumzwa na baadhi ya wadau wa siasa kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa umekuwa na kasoro nyingi ambazo wanaona zinaturudisha nyuma kwenye mchakato mzima wa masuala ya demokrasia. Rais Samia amesema wanayapokea, bila shaka hiyo ni kiashiria kwamba wanaenda kuyafanyia kazi. Ni kwa namna gani? Ni swala hili ambalo pia ameshirikisha mchambuzi hapa kwamba kila uh, upande una wajibu wa kutimiza ili Oktoba tusisikie tena malalamiko uh, mengine ambayo yanajitokeza. Tafadhali endea kuitazama UTV, bado utakuwa na mijadala mingi sana, ikizingatia kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Uwe na usiku mwema.